Moja kwa moja tufululize hadi maeneo ya pwani ambapo mwalimu mmoja wa madrassa Salim Mohamed amehukumiwa miaka ishirini gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kuwafunza watoto wadogo misimamo na itikadi kali za dini. Hata hivyo mwalimu huyo ameondolewa mashtaka mawili ya kuwa mwanachama wa Alshabaab na la kusajili watoto kuwa wafuasi wa Alshabaab. John Juma anaripoti akitoa hukumu yake katika mahakama ya Mombasa, hakimu mkuu Diana Mochache amemtaja mwalimu huyo wa madrasa Salim Wabwire kuwa mtu hatari na mwerevu, na hivyo anapaswa kutengwa na umma kwa muda mrefu ili ajirekebishe, na hapo akakata kesi kuwa Wabwire ale kalenda miaka 20 kwa kosa la kutoa mafunzo ya itikadi kali kwa wanafunzi wa shule ya msingi katika kaunti ya Kilifi. For that reason I shall sentence the accused person to 20 years in prison. Has a right of appeal. Kulingana na hakimu, Salim Mohamed Wabwire ambaye kabla ya kusilimu aliitwa Samuel Wanjala Wabwire alivutia wanafunzi hao kwa kuwapa vyakula hasa ikizingatiwa umaskini umekithiri. Hiyo ikawa ndicho chambo cha kuwafunza sera, itikadi na misimamo mikali ya kidini kati ya Januari hadi Juni mwaka 2015 eneo la Gotani kaunti ya Kilifi. The accused person is the first offender. However, This accused person has already sold his soul to the devil, and he was in the process of selling the souls of other children. Even though he says he's a parent to one, a one year old Baadhi ya wanafunzi hao wenye umri wa kati ya miaka sita hadi kumi na nne walitoa ushahidi wao mahakamani, wengine wakikiri kupewa mafunzo potovu. Mmoja pekee ndiye alimsifia mshukiwa, hakimu akishuku huenda alishageuzwa fikra. Salim aliyejiunga na chuo kikuu cha Maseno mwaka 2011 kusomea shahada katika sayansi ya siasa na teknolojia, alifukuzwa chuoni kabla ya kuhitimisha masomo. While in prison, the accused person will be able to study and perhaps change his mind about the route he has taken. Japo Salimu Wabwire anayo nafasi kukata rufaa, bila shaka hukumu ya miaka 20 gerezani itatumiwa kama kilinganishi katika kesi za washukiwa wengine wenye makosa sawa na yake. John Juma, KTN Leo, Mombasa.